Panaweza pakawa na uovu fulani ndani ya nyumba yako, ndani ya malango yako ambayo hujui, uovu huo hujaujua kwamba upo ndani ya malango yako. Na uovu huo unazuia uwepo wa Mungu ndani ya familia yako, ndani ya maisha yako. Kwa hiyo, lazima urudi miguuni pa Mungu, umuombe akakupe macho ya kujua na kutazama kwamba kuna nini ambacho kitazuia uwepo wa Mungu ndani ya familia yangu ndani ya maisha yangu, ili ukiondoe, ili uwepo wa Mungu uwe ndani ya maisha yako. Na uwepo wa Mungu ukiwa ndani yako, uwepo wa Mungu ukiwa ndani ya familia yako, utaenda kufanya majukumu yako, utasimama ujenge familia yako kwa uwezo wa Mungu, kama vile Mungu alipomwambia Yoshua, nenda maana nimeutia mji wa Ai mkononi wako, mfalme wake mji mzima, watu wake na kila kitu nimekitia mikononi mwako. Kwa sababu tayari walikuwa wako sambamba, wako mikononi mwa Mungu, walikuwa wameondoa uovu, wameshajikabidhi mikononi mwa Mungu, wamefanya kila kitu Mungu wako, wame, wako tayari kusikiliza sauti ya Mungu ikiwaelekeza wafanye nini. Kwa hiyo mpendwa, unapo kufanya majukumu yako, unapoanza ku, ku, ku, ku, kufanya usafi ndani ya nyumba yako, usafi wa kiroho, kuhakikisha kwamba sasa unaanza kufanya yale yaliyo majukumu yako, hakikisha uko sambamba na Mwokozi wako, hakikisha uko sambamba na muumba wako. Usifanye peke yako, usifanye kwa akili zako kwamba ehe, sasa nataka niwarekebishe watoto wangu niwafundishe maadili. Huwezi kuwafundisha maadili kama Mungu hata kujalia neema hiyo huwezi kumuheshimu mume wako kama Mungu hata kujalia neema hiyo. Ndiyo, moyoni mwako unatamani kufanya hivyo, lakini bila uwezo wa Mungu hutaweza kumuheshimu. Makwazo ataku ataku, makwazo ambayo shetani atayainua ndani ya mume wako yatakukwaza na kukufanya uone kana kwamba huwezi peke yako, lakini utakapomshirikisha Mungu atakupa kanuni atakupa njia gani, atakupa mwe, mwelekeo upi wa wewe kuufuata na kuutazama, ili hata majaribu yatapogonga kiasi gani, utabaki katika kutekeleza jukumu lako, utabaki katika msimamo wako wa kumheshimu mume wako, utabaki katika namna ya kuwafundisha watoto wako maadili mema, na utakapokuwa unawafundisha watoto wako hawatakuona wewe, watamuona yule ambaye ana nguvu ndani yako Watasikia sauti yake moja kwa moja, haitakuwa sauti yako. Mume wako ata, atakapokuja na makwazo, atakapokuja kukufanya ujisikie vibaya